Zaidi ya miaka elfu nne mia tano iliyopita, moja kati ya staarabu muhimu katika historia ya binadamu iliinuka katika kingo za mto Indus. Ustarabu wa bonde la Indus, pia hujulikana kama ustarabu wa Harappa, ulistawi katika eneo ambalo ni Pakistan na India ya kusini magharibi leo. Lakini ni namna gani jamii hii ilitokea? Ungana nami ninapoangazia kuinuka kwake, mafanikio yake na urithi iliyoacha. Maisha yalianza kando ya mito, damu ya uhai ya ustaarabu za kale. Karibu mwaka elfu tatu mia tatu kabla ya wakati wa kawaida, jamii za kuhamahama zililowea karibu na mto Indus zikivutiwa na ardhi yenye rutuba na wingi wa rasilimali. Kilimo kilistawi; ngano, shairi na pamba vililimwa. Walowezi hawa wa kale waliweka msingi wa jamii changamano. Taratibu vijiji hivi vilibadilika na kuwa miji ya kisasa kwa wakati huo, ikipelekea kuzaliwa kwa moja kati ya staarabu za kwanza za ulimwengu wa kale. Moja kati ya mambo ya ajabu ya ustaarabu wa bonde la Indus ilikuwa ni maendeleo yake ya mipango miji. Miji kama Mohenjo Daro na Harappa ilikuwa imepangwa vizuri ikiwa na mitaa yenye njia, mifereji ya maji na nyumba za tofari zinazofanana. Tofauti na jamii zingine za kale, hapakuwa na makasri wala mahekalu makubwa. Badala yake, mkazo ulikuwa kwenye matumizi sahihi na yenye usawa ya eneo la mji. Beseni kubwa la Mohenjo Daro ni ushuhuda wa uwerevu wa binadamu na huenda lilitumika kwa ajili ya matambiko au kuhifadhia maji. Ustaarabu wa Bonde la Indus ulistawi kwa biashara za ndani na nje. Mali kale zinaonyesha muunganiko wa biashara na Mesopotamia, Asia ya Kati na ghuba ya Persia bidhaa kama pamba, vito na shanga vilibadilishwa na vito pamoja na bidhaa za anasa. Matumizi ya vipimo sanifu vya uzito na vingine inaonyesha maendeleo yao makubwa katika mfumo wa uchumi ambao ulitegemea zaidi uratibu mzuri na ushirikiano. Watu wa Indus walivumbua maandishi yao ya pekee yakiwa na herufi mia nne zikichongwa kwenye mihuri na kwenye vifaa vya ufinyanzi. Japo maandishi hayo hayajaeleweka mpaka leo, yanatoa picha ya mawasiliano na taratibu zao za uongozi. Sanaa yao inaakisi uzuri na imani, kwa uchongaji na ufinyanzi unaonyesha wanyama na miungu. Tofauti na starabu zingine za zamani, hakuna ushahidi wa falme wala majeshi makubwa kwenye Bonde la Indus. Inaonekana jamii ilikuwa ya usawa, madaraka yaligatuliwa kwa viongozi au mabaraza ya maeneo husika. Uwepo wa maghara unaonyesha mfumo wa jumuiya wa uhifadhi na uratibu wa chakula ikiashiria mfumo jumuishi katika uongozi na rasilimali. Karibu mwaka 1900 kabla ya wakati wa kawaida, ustarabu wa Bonde la Indusi ulianza kuanguka. Wanazuoni wanatoa sababu mseto ikiwemo mabadiliko ya tabia ya nchi, kukauka kwa mito na kubadilika kwa njia za biashara. Pamoja na kuanguka, Ustaarabu wa bonde la Indus uliacha alama isiyofutika katika historia. Tamaduni zake kama mipango miji, sanaa na ufundi vimesanifu jamii za baadaye katika bara Hindi. Mambo mengi kuhusu ustaarabu wa bonde la Indus bado yamefichika. Maandishi yake bado hayajatafsiriwa na maeneo mengi bado hayajafanyiwa utafiti. Hitaji la kufanya tafiti ili kufichua siri zilizofichika bado lipo. Pamoja na ukimya wake, ustaarabu wa bonde la Indus unaongea kwa sauti kubwa kuhusu werevu na ustahimilivu wa binadamu. Unatukumbusha kuhusu historia yetu na kiu ya kujua asili yetu.